abarimi boigobekemerigechaekorwo asetundu bari lia lia mandere zone gciazone ya sengera nigobecokire na korokia goteicaneka kwabo naba director we zone egasikari baatiabuna nokobora kbwasioku asobora obuo